Katika kipindi kilichotangulia tulikuwa tunazungumzia kuhusu haji tamato na haji tamato ambayo ndiyo heja ya watu ambao wanaotoka nje ya mji wa maka ambao wanaishi zaidi ya umbali wa maili nane au farsakh kufatana kwa hesabu za kizamani farsakh kumi na sita na haji tamato tulielezea ndani yake ya kwamba kuna viungo aina mbili. Kuna sehemu ya kwanza ya haji tamato, ambayo inaingia katika miezi ya hija, miezi ya hija ambayo inaitwa Shawal, ndio katika mwezi ni Shawal, yani baada ya Ramadhani na Shawal na Dhul Kaada, hii miezi miwili mtu anatakikana au anapaswa kutekeleza nini? Umra ambaye ni umra ti tamato, ambaye tulisema ina vitendo vinne. Kwanza ni kuvaa ihramu na mambo yale ambayo anatakikana kutekeleza ndiyo ihramu ikamilike, yani kutamka talbia, hiyo ni ndani yake katika mambo. Alafu kitendo cha pili ni mtu kusafiri ana mpaka kufika kwenye sehemu e, ndani ya mji msikiti wa mtukufu wa Masjidul Haram, na kufanya tawafu, yani kuzunguka Kaaba mara saba alafu, kisha akishamaliza, anaenda sehemu nyingine, kuna milima miwili inaitwa Safa na Marwa, na ate, aende kwa kutembea kwa taratibu, na akifika katikati, kuna sehemu ambayo wanaongeza mwendo spidi yake ya kutembea na kisha e, tena anarudi kiwango akarudi, anatembea kikawaida katika sehemu nyingine, yani akienda Safa na Marwa mara saba, yani akianza safra, Safa na atamalizia na Marwa. Na akishamaliza matendo hayo ana, nini anakata nyele zake kufuatana na Shia ni kwamba anakata nyele zake au kucha zake na hana ruhusa ya kunyoa lakini kufuatana na madhehebu mengine ana ruhusa ya kunyoa au kukata nyele zake, na kuna tofauti kidogo kidogo kuhusiana na jambo hilo. Hii ndio ilikuwa umra. Ama tukirudi kwenye kitendo cha kiungo cha pili, sehemu ya pili ya haji tamato, ambayo inaanzia tarehe tisa na kumalizika tarehe kumi na tatu ya mwezi wa Dhulhijja. Kwanzia tisa ya Dhulqada, samahani ya Dhulhija, na kumalizika tarehe kumi na mbili au kumi na tatu ya Dhul Hijja. Kuna matendo mengine ambayo anafanya naitwa haji. Haya matendo ya haji ndio ambayo tulikuwa tukizungumzia katika kipindi chetu cha mwisho. Tulisema haji ambayo iko katika haji tamato hii sehemu ya haji alhaj ni kwamba E, tofauti yake na hajjul qiran asamahani, na hajjul ifrad ni kwamba zinafanana katika matendo ila tu tofauti ni kidogo. Tulisema kuna tofauti ya kwanza ni kwamba hajju tamato, katika hajju tamato umra na haj zote ni lazima zifanyike katika mwaka huo huo, na pia vilevile vile, umra ni lazima iwe itakuja kabla ya hajj tamattu na umra inakuja inatekelezwa katika miezi ya hija ambayo ni Shawwal na Dhulqaada. Ama katika Qiran mambo haya si sharti ya kwamba lazima ifanyike katika mwezi, yani umra itangulie nini, haj alhaj, bali mtu anafanya nini, anatekeleza baada ya hija, baada ya kumaliza haj anaweza kuja baadaye ndio akatekeleza ile si lazima pia katika mwaka mmoja. Hiyo ilikuwa ni sharti la kwanza, au tofauti ya kwanza baina Hajjul ifrad na hajj tamattu. Tofauti ya pili ambayo ipo baina ya Hajjul ifrad na hajj tamattu ni kwamba katika hajj tamattu mtu anawajibika kuchinja, imma achinje kondoo kwa mfano, mbuzi kwa mfano au achinje ngamia katika haji tamato, na ama katika hajjul ifrad jambo hili si wajiba, hawajibiki kutekeleza jambo hilo katika hizo hiyo hajjul ifrad. Na Ismailia, dhehebu la Ismailia linakubaliana na Shia Ithna Asharia katika jambo ya kwamba ni lazima kuchinja pia, vile vile katika E, haji atamato na ama malikia kuhusiana na jambo hilo, wanasema e, katika katika hajjul ifrad katika hajjul ifrad maliki wanasema vipi? Wao wanasema ya kwamba ni sharti maliki ndio wanasema sharti la kuwa ni wajibu kutoa mnyama na kumchinja ni alhadi. Ina masharti karibu manne, ambayo e, hatutayaelezea kwa undani, bali tuweza kutaja tu kidogo katika haya masharti, ya kwamba e, ni lazima awe ni katika wale wanaokaa katika Masjidul Haram au karibu, yani katika masharti ya kuenea anapokaa hapo. Hili ni katika ima, Maliki wanasema vile ama Hanafi na Shafi'i, na Hambali na Ibadhia na Zaidia, na inakuwa ni eh, ni katika masharti ya wajib ya, ya kutekeleza samani hilo ambalo tumesema sharti la kwanza, ambalo tunasema ni lazima awe ni mkazi wa maeneo hayo, ndio iwe ni wajibu kwake kutoa kuchinja katika haji hiyo na kwa upande ya Mashia ni kwamba ni sharti na shari, Imamia na sharti na Ismailia hiyo, e, ni mustahabu kwa mtu ambaye anaiishi Makka na nini, sio wajib kitendo hicho, na anapofanya huyo mtu ambaye anaiishi Makka, ikiwa atafanya hija yake badala ya kufanya Hija ya wajib nini? ikiwa hata fanya heji ambayo ni wajib kwake ambaye ni ifrad, if, if akaamua kufanya haju tamato, wakati huo itakuwa nini? e, ni wajib kwake kutoa, nini kutoa hadi, ikiwa atatekeleza hayo, ndio mambo yana na kuna masharti mengine ambayo yapo ambayo yametajwa katika, ndio iwe ni wajib kutoa mnyama Sasa, kwa hivyo tofauti ya kwanza tumeelezea, tofauti ya pili baina ya haji lifrad na haji tamato tumeelezea, tofauti ya, ya tatu ambayo iko ni kwamba baina ya haji tamato na haji lifrad ni kwamba haijuzu kutanguliza tawafu na sai kabla ya wukufu, yani kabla ya kwenda Arafa. Kitendo cha kwanza ambacho katika haji tamato unatakikana kwanza nacho baada ya kufanya kuvaa ihram ni kuenda kwanza Arafa alafu, kisha ukakaa kuanzia saa tisa nini samahali, e, katika tarehe tisa na kuanzia ya dhuhuri mpaka magharibi, alafu kukaa tena katika wukufu, yani ya pili huko Muzdalifa, baina ya asubuhi adhana na mpaka jua kuchomoza. Hapo baada ya hapo ndio unaruhusiwa kwenda kufanya nini, kufanya tawafu na sai baada ya hapo ama kabla ya hapo huruhusiwi kufanya vile, hata kama yani ikiwa una nini e, una hiari yani una uwezo wa kufanya vile, hapo huruhusiwi. Ama hajjul ifrad, la hajjul ifrad unaruhusio, ukishavaa ihram unaweza kwenda ukaanza na tawafu alafu nasai alafu ndio ukaenda Arafa. Hiyo ndio tofauti nyingine iliyoko. na pia ama, kwa upande wa hawa Hanafi na Maliki na Hambali na Shafi'i na pia Ibadhia, wao wanasema ya kwamba haijuzu kutanguliza tawafu ya Hija, pia vile vile kama ukiwa ni unafanya tamato vile vile pia hata katika ifrad hajul ifrad bali hata katika hajul qiran qiran huruhusi kutanguliza jambo hilo kabla ya kwenda alwuquf, yani kabla ya kwenda Arafa na Muzdalifa, unawajibika kwa mfano uende kwanza ufanye wukuf au kwenda ku Arafa na Muzdalifa, alafu kisha ndio uje utekeleze. Hii ni kwa sehemu zote hizo wanasema kwa aina zote zile za hija yani muta, tamato na mufra, ifrad na kiran na Shafi, vile vile katika kauli zake mbili pia anasema mmojawapo katika hizo kauli akwamba ndio hivyo hivyo, anasema eh, inajuzu eh, na hata ingawa ndio wengine wanasema kauli hii sio sahihi kwake. Na ama Maliki na Shafi'i na Hambali na Hanafi na Ibadhia na Zaidia wao wanasema haijuzu. Inajuzu kutanguliza sai, yani kabla tawafa, huwezi kuenda kabla ya kwenda kwenda Arafa, lakini sai, yaani kwenda baina ya Safa na Marwa, unaruhusiwa kwenda na kutanguliza hii, inajuzu kufatana na msimamo wake na kauli yake na fatwa yake. Eh, hi, hayo ndiyo mambo yaliyoko kuhusiana na jambo hilo. Jambo tofauti nyingine ya nne ni kwamba ihramu ya hija ya tamato ni lazima ifanyike katika mji wa Maka. Yani, mtu ambaye anataka kufanya haji tamato kufuatana na madhehebu ya Shia Ithna Sharia Imamia anawajibika bali katika madhehebu yote mengineyo pia vile vile, ni kwamba katika haji tamato mtu anapovaa ihramu ile ya hija ya haji ya tarehe tisa anawajibika kuifanya katika Maka. Ama hajul ifrad anaweza kufanya, anawajibika pia, bali anawajibika kufanya kuvaa ihramu yake katika vituo mojawapo ya vile vituo ambavyo viko hata kama yeye ni mtu wa Maka, anapokuwa Maka, anaishi Maka, haruhusiwi pia kufanyia Maka, anaruhusiwa anawajibika kutoka na kwenda nje na kuvaa ihramu yake, alafu ndio anakuja sasa na kuanza amali za haji ambazo ni kwanza kwenda wapi? E, Arafa alafu Muzdalifa alafu Mina alafu na kurudi kutekeleza matendo ya Maka, yani tawafu na sa'i. Hayo ndiyo mambo ambayo anawajibika kuyafanya, na hii ndiyo tofauti iliyoko baina ya hajjat tamattu na hajjil ifrad kama tulivyoelezea. Kwa hivyo hapo tumemalizia kuhusu tofauti zilizoko. Kitu ambacho labda sasa hivi tutaingia kuhusiana nacho ni kwamba eh, matendo ambayo ni au kabla ya kuelezea ni kwamba katika masala nyingi ni kwamba haijuzu kufuatana na fatwa ya Shia ithna sharia, imambia mamia ni kwamba haijuzu kuchinja mnyama katika tamato kabla ya siku ya tisa, inaitwa yaumun nahar. Haijuzu kuchinja siku kwa mfano tarehe ambayo ndio siku ya kumi ambayo ni siku ya Idi kwa, kwa watu wengine ambao wako nje ya Maka wanasherehekea Idi, na ndio siku ambayo wanyama wanachinjwa. Sasa kabla ya hapo, mtu haruhusiwi kuchinja. Huyu ambaye ameenda hija haruhusiwi kutoa mnyama wake na kumchinja siku kabla ya siku hii, yani afanye siku ya tisa au siku ya kabla hii. Ni kufatana na Shia ithna asharia, na wanaofata kauli hiyo pia vilevile ni Maliki na Hanafi na Hambali na Ismailia pia vile vile kauli yao ni sawa na kauli ya Shia ithna sharia Imamia. Na ama Shafii, katika kauli ambayo iliyo ni sahihi zaidi, ni kwamba anasema ya kwamba mtu anaruhusiwa kujinini, kujitoa kwenye umra na kabla ya kwenda haji yenyewe anaruhusiwa, lakini haruhusiwi kabla yake yani, anaususiwa baada ya kumaliza umra, yani kabla ya kuanza vitendo vya haji, anaweza kuchinja mnyama wake ambaye anamkusudia kwa haji tamatu, kinyume cha madhehebu mengine ambayo tumeyataja manne au matano, yani Shia Ithna Sheria, Maliki na Hambali na Shaf na Ismailia na E, Hanafiya tumewataja hawa, hairuhusiwi, hawaruhusu ya kwamba mtu awe atamchinja kabla ya siku ya kumi ambayo ni siku ya yaumun nahr, aruhusiwi kabisa. Hayo ndio mambo ambayo yanahusiana ya na tofauti zilizoko baina na hajjul tamattu na hajjul ifrad. E, tukiendelea kuhusiana na baadhi ya mambo, kuna mambo ambayo tunaita wajibat mambo, na kuna watu ambao, ambayo tunaita arkan na kuna mambo ambayo yanaitwa sunna. Sasa hija iko na mambo ambayo ni wajib, kuna wajibati ambazo zinahesabika ni wajib katika mambo ya wajib, na kuna mambo ambayo ni arkan, yani rukni, yani nguzo, na kuna mambo ambayo ni sunna. jambo ambalo ni rukni au ni nguzo, ikiwa mtu atapuuza kutekeleza, eh, kitendo chake kile kitakuwa kinavunja ki, nini, hija yake. Na wajibati ni kwamba akiteke, akikosa kutekeleza pia itaathiri hija yake na atakuwa pia anapata dhambi pia vile vile. Na sunna ni vitu ambavyo pia ni katika viungo muhimu na lakini haivunji saumu ya mtu yani ni samahani, hija ya mtu tuki ele, kufatana maelezo ni kwamba e, wajibat e, ivile inavyosemekana, baadhi wanasema ya kwamba wajibat ni, ni nguzo ambazo kuna aina mbili ni kuna wajibati ambazo ni arkan ambazo, ambazo ni wajib na ni rukni wajib rukni, yani ni wajib kutekeleza na ni nguzo muhimu. Ukikosa kutekeleza dini yako inaharibika, kwa ujumla inakuwa imeharibika kabisa. Na ama, ama wajibati ambazo ni ghairi rukn, hizo na pia vile vile sunna, kama tulivyosema ni mambo ambayo ni wajibu kutekeleza na sunna ni zile, ni mambo ambayo mazuri kutekeleza, na mtu akikosa kutekeleza hija yake haivunjiki. Naam, huenda akawa atawajibika kufanya nini, kulipizia, akarudia na kutekeleza hayo. Ndio mambo yali sasa. Tukianza na mambo ambayo ni nguzo na msingi, ambazo ni wajibu na ni msingi nani rukni katika hija ni kwamba kuna mambo ambayo ni matano ambayo mtu anawajibika kuyatekeleza. Ukikosa kuyatekeleza hija yako ile itakuwa ina upungufu, ina kasoro, na itakuwa inabidi wanze kutekeleza tena upya. Jambo la kwanza ni ihram, jambo la kwanza. Kwa hivyo kuna mambo matano. Umra tulisema ina mambo manne, haj ina mambo matano. Jambo la kwanza ni ihramu, yani mtu kuvaa kama vile tulivyosema, eh, kuhirimu au kuvaa nguo shuka mbili na kutoa nguo zake zote ambazo zimeshonwa. Jambo la pili ni kuenda mpaka, jambo la pili ambalo mtu kwa kimataratibu ni kwamba akishavaa ihramu anawajibika kwenda. Ihramu ataivalia wapi? Anaivalia Maka, ndani ya msikiti ule mtukufu wa Maka alafu kisha anasafiri na kwenda katika maeneo ya Arafa. Anakaa pale katika ibada kwa muda wa kuanzia asubuhi sa uh, adhuhuri mpaka magharibi. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu ni kwamba atoke sehemu ile magharibi kishafika, na asafiri atembee, au, au kwa gari pia vile vile au atafika Muzdalifa hii sehemu ya Muzdarifa anawajibika kuanzia saa ngapi asubuhi, yaani usiku ule atalala pale, lakini wakati ule ambao wanawajibika kukaa sehemu ile ni kabla, baina ya jua kuchomo, nini, jua nini, adhana ya asubuhi na jua kuchomoza sehemu ya Muzdarifa. Alafu kisha baada ya hapo ataondoka, ata anaenda sehemu nyingine. Kuna matendo mengine ambayo pia anatakana kuyatenda, lakini hayapo katika arkan, siyo katika nguzo hayo. Kuna kupiga mawe nini, hayo yapo yako, pia kuchinja na nini, lakini hapa tunapozungumzia, tunazungumza maneno ambayo ni msingi. Jambo la nne ni kwamba afanye tawafu, inaitwa tawaful ifadha au tawafu ziara. Hii anawajibika kutekeleza baada ya kumaliza mambo haya ya mji wa Mina, alafu ataenda Maka na kwenda kufanya tawafu. Na kisha jambo la tano afanye sa'i. Sa'i ni nini? Ni kitendo kile cha kutembea kutoka Safa mpaka Marwa. Haya matendo ndio anawajibika e, kuyatekeleza katika siku zile, na ili jambo pia vile vile Ismailia pia wanasema vile vile. Ama kwa upande wa madhehebu mengine, kuna Maliki na kuna Hambali, na wanasema hawa ya kwamba vitendo ambavyo ni, ni msingi ni rukni katika hija ni kufanya ihram, kufanya tawaf na kufanya ziara, tawafu ya ziara na yani ihram na tawafu ziara na kufanya sa'i eh, na kufika huko Arafa. Kwa hivyo Muzdalifa hawajihesabu kwamba ni katika viungo lazima na, eh, na ama pia vile vile Maliki pia vile vile anasema kwamba kitendo cha ja kufanya sa'i ni, ni kitendo cha wajibu. Ikiwa utakosa kutekeleza, unawajibika kutoa damu, kumwaga damu na, Dhehebu la Zaidia hawa wanasema ya kwamba viungo vya hija ni vitatu, sio hivyo vingine vya wajib rukni ni vitatu: ihramu na kwenda Arafa na tawafu ya ziara. Hawa ndio wanasema vile vile na. Ama dhehebu la Hanafi wao wanasema nguzo za hija ni kusimama kwenda Arafa. Na vi, nini kwenda tawafu nini raundi nne katika ziara tawafu ziara hiyo, basi ndio ambayo ni katika vitu ambavyo ni wajib na ni rukni katika swala na kuna nyinginezo ambazo zipo, insha Allahu taala kauli hizi e, tutosheke nazo hapo, na insha Allahu taala tutaendelea na mambo haya katika